Serikali ya awamu ya sita chini ya jemedari wetu Rais Daktari Samia Suluhu Hasani imekuwa mstari wa mbele kuviimarisha vyama vya ushirika nchini kote. Ninyi wanaoshirika ni mashahidi wa juhudi hizi, kuimarika kwa mazingira ya biashara ya mazao, uwezeshaji wa pembejeo, mikopo ya kilimo na utatuzi wa changamoto zinazo wakabili wakulima. Tusimwangushe mama yetu Daktari Samia Suluhu Hasani, tushikamane naye kwa vitendo. Nani kama mama? Nani kama mama Nana. Daktari Samia Suluhu Hasani, safi safi. Asante sana ndugu mwenyekiti. Kwa furaha na matumaini makubwa, napenda kuipongeza mbifaku kwa hatua mliofikia ya kujiendesha kibiashara na kusajili kampuni yenu. Hongereni sana kwa jambo hili! <laughs> Hili ni jambo la kujivunia na ni mfano wa kuigwa kwa vyama vingine vya ushirika nchini. Usajili wa kampuni ni hatua ya muhimu ya kitaasisi inayoashiria dhamira yenu ya kujitegemea, kukuza mtaji na kuboresha huduma kwa wanachama. Katika hatua hii, napenda kusisitiza jambo moja muhimu sana: ushirika wa wanachama katika shughuli za mbifaku na biashara za chama. Ushirika si mali ya viongozi au taasisi. Ushirika ni mali ya wanachama. Hivyo basi, mafanikio na au kushindwa kwa chama hiki yako mikononi mwa kila mmoja wenu. Wanachama mnapaswa kushiriki kikamilifu katika shughuli za chama chenu, iwe ni kwa kuhudhuria mikutano, kuchangia mawazo, kufuatilia taarifa za mapato na matumizi, lakini zaidi ya yote kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za biashara za chama. Na kupitia ushirika wenu ndipo bifaku itaweza kufanya biashara kwa tija, kuuza kwa pamoja mazao yenu kupitia chama kununua pembejeo kupitia mfumo wa pamoja, yaani mfuko wa pembejeo, kutumia huduma za usafirishaji na hata kuwekeza kupitia kampuni yn, yaani Mbifaku Company Limited mliyoisajili. Ninapenda kusisitiza kuwa biashara yoyote haiwezi kustawi pasipo wanachama kuonyesha moyo wa umiliki, uaminifu na ushiriki wa kweli. Tukumbuke, Mbifaku ni chombo cha kuwaunganisha wakulima wa kweli, si jukwaa la wachache, bali ni jukwaa la wengi. Ni wajibu wenu kushiriki ipasavyo na kwa kuhakikisha kwamba taasisi hii inaimarika kiuchumi kwa faida yenu wenyewe na kwa vizazi vijavyo. Nawaomba sana msikae pembeni, mtoe ushirikiano wenu kwa kila hatua. Msiwa watazamaji wa mafanikio, muwe sehemu ya mafanikio haya. Kwa upande wetu kama serikali, naahidi kuwa tutaendelea kuwa bega kwa bega nani kuhakikisha kuwa mazingira ya biashara yanaimarika, changamoto zinatatuliwa, na mbifakwi nanaendelea kukua, na ninyi mnapaswa kutumia fursa hii kuonesha uzalendo wa kweli kwa kushiriki ipasavi Mwenyekiti, mkoa huu unawategemea, wakulima wanawategemea na taifa linawategemea.